Wapo wanaoamini kuwa ufugaji wa kuku wa asili maarufu kama kuku wa kienyeji hufanywa na watu maskini, tena hohehae waliokosa la kufanya katika maisha yao. Kwetu sisi kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora, kupitia huduma ya kanisa kwa watu wenye ulemavu inayofadhiliwa na shirika la UTO, mawazo na fikra zetu ni tofauti, kwani baada ya kuwaibua, kuwatambua na kuwapa elimu sahihi juu ya ufugaji kuku wa asili kiuchumi pamoja na nguruwe, tayari familia za watu wenye ulemavu katika pari za Tutuo, Kanindo, Mkokoto, Ndala, Goweko, Usinge, Nkulusi na Igagala namba tano wameanzisha na kuunda vikundi zaidi ya 25 vyenye jumla ya wanachama 304. a 4n tupekee sana. tumshukuru Baba Askofu Dr. Elias Sofewa wa kanisa Anglikana Dayosisi ya Tabora, ambaye yeye aliona vema tuunde timu ya wanakamati ambao watakuwa wanatembelea parisi hizi. Sisi ni matarajio yetu kwamba basi Askofu atakapokuja katika mizunguko ya kipaimara, basi mtampeleka kwenye banda la kuku ambalo tuna imani litakuwepo hapa nyumbani kwa mchungaji. Kuku hawa watakuwa endelevu, kama nilivyosema mwanzo, kwa ajili ya kuwasaidia ninyi pamoja na walemavu ambao wapo katika nyumba zetu. Kwa sehemu kubwa vikundi hivi vimewekeza nguvu zao katika ujenzi wa mabanda bora na rahisi kulingana na malighafi zinazopatikana katika maeneo husika, na tayari kupitia huduma hii ya kanisa, kila kikundi kimewezeshwa na kuanza kufuga wastani wa kuku hamsini wa wa kienyeji. Kwa niaba ya kikundi cha walemavu, kikundi cha Umoja Majengo ya Tabora, tunatoa shukurani kubwa sana kwa msaada tuliopatiwa wa ufugaji wa kuku. Nafikiri mradi huu utakuwa ni endelevu. Ita, ita, ita kwa sisi wana kikundi, kwanza itakuwa ni chachu mojawapo hata ya walemavu wengine kuwavutia kwa umoja wetu, mimi nasema tunatoa shukurani, asanteni sana. Lengo dhumuni na tarajio la mradi huu ndani ya kipindi cha miezi sita ya ufugaji wa kuku ni kuona familia hizi za watu wenye ulemavu zinakuwa na uwezo wa kumudu mahitaji muhimu ya malazi, mavazi, chakula, afya pamoja na elimu, kulingana na kipato kitakachopatikana baada ya kuuza mayai na kuku atakaokuwa wameongezeka. Niseme kwamba sisi tumefurahi, tumefurahi sana kupata kupokea mradi huu uwe hawa ambao tumewapokea ni wazuri wa kisasa kabisa, na mimi ni ahidi tu kwamba tutashirikiana na viongozi wa kikundi lakini pia pale ambapo itahitajika, tutashirikisha hata wadau wetu wa kanisani ili tuweze kuhakikisha kwamba tunashirikiana pamoja kwa kutunza mradi huu, kwa sababu mradi huu ni wa gharama. Mradi huu ni mzuri, lakini mradi ambao mbele yake tuna, tunaamini kwamba utaleta matunda mazuri. Imani yetu kubwa ni kuwa wachungaji na viongozi wa vikundi hivi watasimamia vyema mradi huu, kwani hii ni sehemu ya ahadi yao mbele ya katibu mtendaji. Kwa niaba ya askofu, tumejiandaa vizuri kwa kuwa ndio mwanzo. Tumewapokea nguruwe, tutaenda nao na chakula walichotuletea cha chakuan, kuanzia taendelea kuwatunza na, kuwa, na kuzaliana waendelee kuzaliana ili tukuze mradi wetu. Wale wana vikundi waliokata tamaa, kwa kweli hatuta waruhusu waendelee na mradi wetu, tutaenda na wanaoenda na sisi, kwa sababu wamejikatia tamaa wao wenyewe. Pamoja na yote yaliyofanywa na yanayoendelea kufanyika ndani ya huduma hii, tunashukuru waumini na wakristo wote walioitika na kutoa kwa moyo sehemu ya mavazi na nguo mbalimbali mbali kwa ajili ya kusaidia kundi hili la watu wenye ulemavu ndani ya dayosisi yetu ya Tabora. Lakini tumetafuta nguo hizi tukasema, hizi pia tuzipeleke kwa wenzetu, na tutazipeleka katika kila, kila kanisa kati ya yale makanisa nane ambayo tuliyachagua, basi tunahakikisha kila mmoja apate angalau pea moja ya nguo kwa sababu tuko wengi na uwezo wetu ni mdogo. Tungeweza kusaidia wote kabisa leo kama tungepata na wale wenzetu, tungehakikisha kwamba kila mmoja anapata pea moja. Lakini nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Wakristo wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Stefano pale Tabora mjini, ambao baada ya kuwashirikisha huduma hii na uhitaji huu kwa ajili kwa ajili yenu walikuwa tayari kuweza kutoa mavazi yao ambayo yako katika hali nzuri, na sasa sisi tukayapeleka kwa dobi ambaye akaziandaa vizuri, pamoja na kuziweka katika hali ya usafi, ili ninyi sasa muweze uh, kupatiwa kwa ujumla. Katika awamu hii ya kwanza tulipokea jumla ya nguo 699 ambazo baada ya uchambuzi wa kina ziligawiwa kwa zaidi ya wahitaji 305. Mwisho, Shukrani za pekee ziende kwa kwaya ya uinjilisti Kanisa Kuu Mtakatifu Stefano kwa kutambua huduma hii na kufanya utunzi wa nyimbo mbili maalum kwa ajili ya kujali na kuthamini watu hawa wenye ulemavu. Pamoja tunasema sisi ni daraja la matumaini kwa watu wenye ulemavu, Kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Tabora.